Allahumma labbayka labbayk la sharika lak labbayk inna al hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ndugu Waislamu wasikilizaji mbalimbali popote pale mlipo, hapa na katika nchi yetu ya Zanzibar na nchi ya Zanzibar, jina langu Sheikh Saidi Khalfan Saidi, mkazi wa Kiembe Samaki Mbweni Nguja. Uh, nilitumie nafasi hii kwanza binafsi kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha eh, na kunielekeza kutekeleza ibada ya Hija. Nimshukuru kwa mara nyingine kujalia mengi tu na mbalimbali, ikiwa hili na mengineo. Eh, pia ni mshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia nimshukuru kwa mara nyingine sana na sana mazaki, kwa sababu hatuwezi kudhibiti neema zake wala kuzihesabu. Kuwa ni Muislamu nimezaliwa, nimezaa, e, nizungumze kwamba alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu ameniwezesha kuelekea kuhiji. Kwa hivyo nikiwa yapoti tukisubiri usafiri na furaha yangu na ndugu zangu mbalimbali wa Kiislamu. Hii nguzo ya tano iliwekwa mwisho makusudi kwa sababu inahitajia na inafatana na mazingira ya uwezo ambapo inapotekelezwa ni mbali zaidi. Kwa hivyo hata tukifikia hapa, furaha yetu na kubwa haina kiwango. Kwa hiyo insha allah katika hali hiyo, Waislamu hizo kwa upande wa shukurani ni hizo, lakini kwa upande wa kuhamasisha ama kutiana moyo, kutanabishana ama kwa mshana, kuna haja ya kujitokeza kwa wengi zaidi, kwa sababu kilivyo inatisha ibada na hii safari e, na kwa sababu gani? Kwa sababu shetani katia mkono wake, lakini ilivyo isitishi na isiwe ngumu na isiwe tabu, kwa sababu ya kila kitu kinakwenda kwa nia. Sasa ikisha kuwa kila kitu kinakwenda kwa nia, tena uepesi unapatikana. Kwa hivyo nizungumze kwa ndugu zangu mbalimbali walo hapa na nje hapa, ya hapa na Zanzibar kwamba kitu cha mwanzo cha msingi kabisa tutie nia, tuweke nia halafu mwingine atafuata tu. Wazee wetu wa Kiswahili wanasema, panapo njia pana nia. Kwa hivyo taona kwamba tukishaweka nia, tukatia nia, hii itakuja wepesi kidogodogo kidogodogo. Kwa wale ambao wana njia mbalimbali za kupatia fedha, basi hatimaye unaweza kuwa una pesa na una uwezo mbalimbali, lakini kwa sababu huna nia, usifanikiwe na usifike popote. Lakini kama unatia nia, huna pesa, huna uwezo, lakini kwa sababu umetia nia kitangulia hiyo, basi ukaanza kuweka alfu alfu, ama laki laki, na ukawa huko barabara smart kabisa, basi mambo yatakuwa hiyo. kwa upande wa Eh, kuhamasisha na kuzungumza hali halisi, lakini kwa upande wa kuona nini tunafanya cha kufanya, kwamba tunaimarisha dini, kwa sababu dini ni ya Mwenyezi Mungu, inna dina lillahi lakina, lakini wanaoitumikia ni sisi wanadamu. Kwa hivyo sisi ni watumishi wa dini Allah watumishi wa nyumba za Allah. Kwa hivyo utekelezaji wake upo kwetu, ama mwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo eh, utaona kwamba tumefikia mahala katika nguzo zetu tano za dini kama zilivyo na zinapojulikana mashuhuri, lakini hii ya tano na mwisho masharti yake kwamba uwe na uwezo. Sasa uwezo, ina maana nyingi. Maana ya kwanza, uwezo wa kifedha, pia inahitajia afya. Kwa mara nyingine nizungumze hiyo kwa sababu afya nayo ina matawi mengi. Unawezekana ukaonekana uko vizuri strong, lakini afya yako e, kiundani ikawa haimudu, na tunao watu mbalimbali mbali ambao kwa sababu ya madhubuti wa nia ukiwatazama afya zao pia lensi zao hawako vizuri, lakini kwa sababu ya nia na Mwenyezi Mungu ana anawasaidia kwa sababu ya nia basi wanatekeleza. Na wale ambao wana afya wanaonekana lakini wanashindwa kutekeleza kwa sababu si wazuri, si smart katika nia zao. Hiyo kwa upande wa <coughs> kwamba tunaitumikia dini. Lakini kwa upande wa taasisi ambayo mimi nilichagua, alhamdulillah taasisi yetu hii Suna Aljamaa jamaa e, katika muda wote ambao nimekuwa nayo katika kupata semina na mafunzo, nimefaidika na mambo mengi, si safari tu, lakini dini yenyewe inaelekezwa na inasomeshwa inaile ndani ya taasisi hii. Kwa hivyo utaona kwamba e, mwamko mkubwa unapiga hatua sana, kwa sababu maelekezo mbalimbali. Kwa hivyo utaona wamejitolea upande mkubwa sana, na upande mdogo sana kuna kosti, lakini upande mkubwa kabisa wamejitolea, kwa sababu yale wanaotuelekeza na kutupatia E, na kuwa wako bega na bega na e, wafuasi wao sisi, e, maajenti yawa suna aljamaa basi, alhamdulillah, taasisi ambayo unafaidika kwa kutosha na wako sawa sawa, kwa maana wanapenda tufaidike sisi, iwe itakavyokuwa. Sasa ni jambo zuri, jambo la kushukuru, jambo la kupongezwa na alhamdulillah. Katika kuendelea kuwasikiliza, utaona kwamba eh, ndugu zetu wote ambao wanasafirisha majenti, watu kwenda Maka <coughs> msingi wao ni huo, lakini tunapokisifu chakula kile ambacho shakila, na kile ambacho hujakila, huwezi kukizungumzia sana. Kwa hivyo na mimi taasisi ndio nimo, nimefanyia kazi kiasi fulani, basi ndio maana ninaizungumzia hivi. Kwa hivyo nishukuru kupata nafasi hii kuzungumza haya machache, na lakini naomba Mwenyezi Mungu eh, atuhitimishe kwa kulitekeleza hili, tufike Maka, tutekeleze yale yote ambayo ni wajibu wa laina, na wote ambao walio tia nia hii, Mungu atujalie tutekeleze, turudi majumbani kwetu salama, na wale waliotia nia inshaallah mwakani awapeleke pia. Tunashukuru vyombo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikituzungukia na kuchukua maoni yetu kama haya. Alhamdulillah, Mungu kwa jumla atukheri duniani na akhera. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.